Naam, tukiachana na hayo ni kwamba maombi ya rika ya wazee wa jamii ya Wamaasai ni sehemu muhimu ya utamaduni na maisha ya kijamii. Wazee hao hufanya maombi hayo kwa heshima, kuomba baraka, kuongoza jamii na kuendeleza mshikamano kati ya vizazi. Mkutano huo ulifanyika kwa siku tatu katika eneo la Purko, Kajiado ya kati. Mwanahabari wetu Nancy Kering ana taarifa hiyo kwa kina. <tipos> Jamii ya Wamaasai inajulikana kwa kudumisha mila na utamaduni wao hasa mila za rika, mavazi, nyimbo na vyakula. Katika sherehe iliyofanyika eneo la Purko, Kajiado ya kati, wazee wa rika la Ilkitoip pamoja na familia zao walifanya kikao cha kutoa baraka kwa watoto wao, vizazi vijavyo na jamii kwa jumla. Rika letu ni rika inaitwa Ilkitoi, pamoja na watoto wao, pamoja na watoto wetu, pamoja na wakinamama ndio sababu tumekuja leo, tumejiandaa hapa, tumekusanyika kwa kaunti mzima. Jambo la muhimu hapa ni kushukuru Mungu, kwa sababu ametupatia uhai, ametulinda. Na kaunti mzima kukutana mahali hapa ama kusanyika mahali hapa sio jambo rahisi, na tunaamini kwamba yale ambayo yalikuwa yanatufuata ama yale ambayo tulikuwa tunatarajia kwamba labda ndio sinatuzuia kwa mambo mengi, leo simekamilika. Kwa hivyo tunashukuru kwamba watu wanarika wote walikitoa hivyo, wameweza kushiriki na mambo mtoto yangu kama huyu, ingia kanisa nafuata ile ile kiruu kama si anafuata. Leo kila mtu anajua ile njia inafaa, ni Mungu tu fuata. Kila mtu mambo kama sisi anafanya kama, leo hakuna ile baundari Mungu sisi hata nataka kutafuta. Wazee wanaeleza umuhimu wa kudumisha tamaduni za jamii kama vile heshima na baraka za rika. Kwa kimila yetu, ile kitu muhimu kushinda vitu zote ni rika, na hakuna mtu hana rika yake, ili kuweza kugawa, ilete heshima, ilete heshima kwa watu wote, kwamba hii ndio rika yangu. Siwezi kuoa hii mtoto kwa sababu ya rika yangu, siwezi kufanya hii kwa sababu nitakuwa nina ile rika ingine, ninafanya kulingana na ile rika yangu tu peke yangu na e, e, e, ya muhimu zaidi ni heshima, inaleta heshima na adabu kwa rika kwa zote. Nyimbo na densi ndizo kilele cha baraka na furaha kwenye mkutano huu. Tunashukuru Mungu na tunashukuru wazazi wetu, Ikitoii umetuongoza vizuri na imekuwa kielelezo mzuri sana kwa wat, kwa, kwetu sisi na naamini ya kwamba hao rika zingine watafuata hii mwenendo, ya kwamba si kitoi peke yao si sisi rimerishi peke yao, lakini rika zingine zote zitafuata hii njia. Mara hapa masaini, tunayekuwa kanisani ni wakinamama, hata kama umetomea umeona kabisa, hata makanisa wale wengi ni wakinamama. Kwa hivyo leo Mungu kwa njia yake mwenyewe amevuta wanaume wakakuja kutafuta Mungu. Ilkitoib ni rika la wazee kuanzia miaka 65 hadi 75 ambapo watoto wao wamo katika rika la Ilmerishi. Rika hili la wazee linafuata rika la Iseuri katika jamii ya Wamasai. Sherehe hii ilihudhuriwa na maelfu ya watu wa rika hili kutoka pembe zote za kaunti ya Kajiado. Nancy Kering, runinga ya Citizen, kumpa Kajiado ya kati.